Mpenzi na mfuatiliaji wa vipindi vyetu na kukaribisha tena siku nyingine nzuri ya leo katika chaneli yetu pendwa ya Truth Light Media, na siku ya leo tutakwenda kujifunza moja ya ujumbe mzuri ambao unatoka katika mafundisho ya Yesu ya pale mlimani katika kitabu kile cha Mathayo sura ya tano aya ya 44. Neno linasema, lakini nawaambia ninyi, wapendeni adui zenu, barikini wale wanaowalaani, fanyeni wema kwa wale wanaowachukia na waombeeni wale wanaowatumia kwa mabaya na kuwatesa. Katika mafungu haya tunajifunza moja ya kanuni za msingi sana za kuishi na wale ambao wanaonekana ni kundi la watu wagumu kuchangamana nao au kushirikiana nao kwa sababu ya vile ambavyo wanatutendea. Na Yesu anatupa kanuni hizi za msingi ambazo kama tukizifuata basi hatutaweza kushindwa kuishi au kuchangamana na mtu yoyote. Tuna wajibu maalum na wa msingi wa kufanya katika kila neno ambalo Kristo amelizungumza, kwa kila kundi ambalo Kristo amelitaja. Kundi la kwanza ambalo Kristo amelitaja na jinsi ambavyo tunapaswa kushughulika nalo, ametuambia kwamba maadui wanapaswa kupendwa. Kwa lugha nyingine ni kwamba watu wanakuwa maadui zetu au wanakuwa wapinzani wetu kwa sababu wamekosa upendo maishani mwao. Maisha yao na kila ambacho wanakifanya katika maisha kimejaa changamoto na chuki, na ndiyo maana hata wao wenyewe wanaishi na kutenda sawasawa sawa na kile ambacho kimetawala maisha yao. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tunapowatendea hawa ambao ni maadui zetu kwa upendo, maana yake tunawa, tunawaponya kutoka katika changamoto za maisha ambazo wanapitia zinazowafanya watutendee wanavyotutendea. Kwa kundi la pili ambalo Kristo analitaja ambalo linaonekana ni gumu kuchangamana nalo na ambalo Wakristo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunalishughulikia katika maisha yetu ni kundi la wale ambao wanatulani, na Kristo anasema wale ambao wanatulani tunapaswa kuwabariki. Kwa maneno mengine ni kwamba hawa watu tofauti na maadui zetu hawahitaji vitendo vya upendo, lakini wanahitaji maneno mazuri ambayo yatahuisha mioyo yao kwayo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni kwamba hawa ambao wanalaani ni kwa sababu wamekosa maneno mazuri, wamekosa watu ambao wanawatia moyo na kuwafariji katika maisha yao wa, na ndiyo maana wanaishi wakitamka na kufa na kusema maneno ambayo hayafai kwa watu wengine. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba watu hawa tunaz, tunazungumza nao vizuri, tunawatia moyo, tunawafariji ili kuweza kuponya ugonjwa wao huu mbaya ambao kwa mtu wa kawaida hawezi akaona kwamba ni watu wa msingi ambao anaweza akaishi nao ya. Kundi jingine ambalo Kristo analitaja hapa na jinsi ambalo, ambapo tunaweza tukashughulika nalo ni kundi la wale ambao wanatuchukia, na anasema Kristo kwamba wale ambao wanatuchukia tunapaswa kuwatendea mema. Na mara nyingi watu wengi wanaochukia watu wengine ni kwa sababu wanaona hao watu wengine ni kana kwamba wana, wana, wana upendeleo fulani katika maisha ambao wao hawana japokuwa wanaona ni kana kwamba wanafanana kitabia, wanafanana kielimu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Wakristo wanapaswa kuwasaidia hawa watu kwa kuwatendea mema yale ambayo wao katika maisha yao wanayaona hayapo. Kwa hiyo pale ambapo tunachukua hatua na kufanya mambo mema kwa wale watu ambao wanatuchukia, tunawatibu na kuwabadilisha na kuwafanya wa watu wema, watu ambao watapendwa na kila mtu katika jamii na kundi la mwisho ambalo Kristo amelitaja na jinsi ambavyo tunapaswa kushughulika nalo ni la wale wanaotutumia vibaya na kututesa. Na Kristo anasema watu hawa tunapaswa kuwaombea. Hawa ni watu ambao pamoja na kwamba Mungu amewabariki, pamoja na kwamba wana vitu vingi na wana mali nyingi, bado mioyoni mwao kuna utupu wa kukosa Mungu, na hivyo wanafanya na kuishi kwa ajili ya kuwaumiza wengine ili wao ili wao wajisikie vizuri, kwa sababu wao pia wanapitia maumivu. Kwa hiyo, pale ambapo tunawaombea, Mungu anafanya katika maisha yao na kujaza utupu ambao katika mioyo yao, basi tunaweza tukawasaidia wakawa watu wema na wakawa baraka kwa ulimwengu kwa vile ambavyo Mungu amewabariki na vile ambavyo Mungu amewapatia. Kwa hiyo uh, kwa, kwa, kwa kuhitimisha kutoka katika fundisho hili la msingi ambalo Kristo amelisema na hizi kanuni ambazo tumejifunza leo, nipende kukusii mpenzi mtazamaji uh, kama una wasiwasi na kanuni yoyote kati ya hizi, basi unaweza ukajaribisha na ukaona vile ambavyo Mungu ana hekima na maarifa mazuri ambayo tukiyatumia tunaweza tukaishi na jamii yoyote mahali popote na kwa namna yoyote bila kuwa na shida na changamoto yoyote ambayo inaweza ikawa changamoto kwa mtu wa kawaida kuyafanya. Kwa Mungu atukuzwe kwa ujumbe huu, Mungu atukuzwe kwa masomo haya na Mungu atukuzwe kanuni hizi nzuri za maisha za namna ya kuishi katika jamii ambayo ni ngumu kwa mwanadamu wa kawaida kuona kwamba ni jamii ambayo tunaweza tunapaswa kuishi na kuchangamana nayo. Mungu akubariki wewe na siku njema, usahau kusubscribe, kulike, kushare, comment, mpaka wakati mwingine. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe pamoja nawe sasa na hata milele. Amen. Bye bye.